Ok bwana eh, bila kuchoka, bila kuchoka baba. Mr Newspaper nipo hapa mbele, na karibu sana Metro Media TZ. Eh, bwana, hivi hizi tuzo za Grammy Watanzania tumezikosea nini jamani? Kila mwaka hakuna mtanzania anayenusa hata harufu pale kwenye tuzo za Grammy jamani. Mbona haya madude, mbona magoma yanaachiliwa ya kila namna, magoma yani yanaachiliwa siku basi Yani ni magoma ya kwenda. Kwani hawa Grammy wanaangalia vitu gani? Wanachanganya hawa Grammy. Wasanii wanajitahidi sana kupeleka ngoma kule Grammy, lakini baba, zinatupwa kule. Watanzania na Grammy tulikosana wapi? Yani wapi tulipishana? E, uadui wa Tanzania na tuzo za Grammy upo wapi jamani? Kwa sababu nimefuatilia ndoto za wasanii wengi wachache wa kibongo ni kuwini kushiriki tu tuzo za Grammy wao kama wao, sio kushirikishwa, kuwini tu, kushiriki tuzo za Grammy, sio kushinda, kushiriki tu. Lakini hizi ndoto naona siku hadi siku zinaenda kuzinakufa, japo kuna jitihada nyingi zinafanyika. Wasanii kwa mfano mwaka huu nimeona Ay ikapeleka nyimbo, Konde Boy ikapeleka nyimbo, Diamond Platinum kapeleka nyimbo, lakini hakuna msanii hata mmoja kutoka East Africa zaidi ya Eddy Kenzo tu ambaye amechaguliwa pale kwenye kipengele cha best artist of the year Africa, sijui kitu kama hicho, sina hakika, ila ni Eddy Kenzo peke yake ndo kafanikiwa. Lakini Watanzania chali kuna haja ya kufuatilia kwa undani. Kuna haja pia ya kujitathmini, kwa nini tunatupwa siku bai siku? Kuna haja ya kujiangalia, pengine hatuijui vizuri Grami, na ndio maana tunajikuta tuna, tuna, kila siku tunakuwa hatupo. Ndio maana nasema kuna haja ya kuifuatilia Grami. Mnataka nini? Moja, tunataka hiki; mbili tunataka hiki; tatu tunataka hiki, au sio bwana ngoma tunazotaka ni hii na hii, za design hii na design hii, watu tujue, kwa sababu wasanii wetu wanapambana. Ngoma zimetoka na atu, sisi ndo mashuhuda. Ngoma zimetoka komasava, dunia gani haijaimba komasava? Mpaka Chris Brown ameichezea, ame challenge Jason Derulo ameichezea challenge, na kushirikishwa juu, kaiomba kaiombaji mix, jamani. Huo ni mfano tu nimeotolea. Kuna nyimbo nyingi kali zim, zimeenda Grammy. Mnataka nini? Mtuambie, natuma email, nawaandikia email Grammy, mtuambie mnataka kitu gani, ili wasanii wetu basi wapate nafasi huko. Wamechoka kuishi maisha ya ndoto, wanataka uhalisia nao, wanataka. Au ndo wakati sahihi? bado sasa ombi langu kwa Watanzania, mimi ni Don, Mr Newspaper sasa. Tuna, tuna sasa tunawatuma wasanii wa Singeli sasa. Sasa Grammy, tunawaletea wasanii wa Singeli. Dulla Makabila, ongoza kikosi kazi, mchukue eh, eh, shoro mwamba chukue jeti mchukue nani tani gani huyu, kumbuka vizuri, nakumbuka kumbuka dogo Elisha, bila kumsahau simsahau mama Amina. Tumeni nyimbo Grammy huko, pengine wanataka nyimbo za design hiyo, pengine hizi sio amapiano nini, unajua kabisa hizi sio zetu. Tumeni madude ya singeli huku, wapelekee Grammy madude ya Singeli, kujaribu hata mpande huo, jamani, mjaribu hata kidogo tuone wanataka nini Wakikatana na hapo tutajua wao. Bwana hawa wana mpango kazi wao, wa sisi hatuujui. Labda kuna sehemu tulitofautiana, sisi hatuelewi. Dula na mwenzako Shoromwamba, nani mwingine ee, nani singeli wote, watu watu wa singeli wote kwa ujumla, unganeni mjikusanye, tumeni nyimbo Grammy. Alafu majibu atakokuja ndio tutajua mbivu na mbichi. Wanataka nini? Eh. Tushachoka bwana. Kila mwaka mtu anasema natoka grami grami, grami grami, nyimbo grami grami. Na grami yenyewe watu hawaendi, wa hawatoboi. Na ndo maisha gani bwana? Ah, mimi shachoka bwana. Bwana eh, baadaye bwana tukutane muda mwingine. This is dawn, Mr Newspaper, Metro Media TZ. Social Networks yote zote. Tunafahamika kama Metro Media TZ, YouTube, Instagram, TikTok. Tani muda mwingine, au sio? You are watching Metro Media TZ. Usisahau kusubscribe, comment na kulike.